Jogoo ya mama wa kambo, likikugusa unakufa na wengine liliwageuza kuku mweusi. Mama wa kambo alizungumza na jogoo wake wa kichawi akisema, sitaki ndoa nyumbani kwangu Sitaki mwanangu aolewe. Yoyote atakayekuja kuoa binti yangu umgeuze kuwa jogoo au umuue. Ukitaka kujua sababu ya mama huu kukataa mwanaye aolewe, ungana nami katika simulizi hii inayoitwa Jogoo ya Mama wa Kambo, hapa hakuna ndoa. Kitu kingine natamani sana kujua kama unatazama simulizi hii ukiwa wapi. Mimi ni wako msimulizi Anko Sekalema. Haya, simulizi yetu inaanza sasa. Huyu hapa anaitwa Salima. Alikuwa msichana aliyeishi maisha ya kawaida kabisa. Maisha yasiyo na kelele, maisha yasiyo na migogoro, maisha yaliyojaa utulivu na unyenyekevu. Kila asubuhi aliamka mapema, akaanza kufua nguo na kufanya usafi wa chumba chake, akapanga kitanda na akamsaidia mama yake kazi ndogondogo za nyumbani. Salima hakuwa na maneno mengi kinywani mwake. Akiulizwa alijibu, asipoulizwa alinyamaza. Macho yake yalikuwa na aibu ya kizalendo na tabasamu yake ilikuwa nyepesi isiyo na kiburi. Salima alizaliwa katika familia ya kawaida isiyo na utajiri mkubwa, lakini iliyojaa upendo. Mama yake alikuwa mwanamke mpendwa mwenye sauti ya upendo na mikono ya malezi, na baba yake alikuwa mwanaume shujaa, nguzo ya nyumba, mtulivu na mwenye busara. Lakini siku moja kifo kiligonga mlango mama yake na Salima alikuwa anatoka sokoni alisikia kizunguzungu alianguka chini ghafla akafumba macho yake na kuuacha ulimwengu baada ya kifo chake nyumba ilinyamaza maana walikuwa watatu kicheko kilitoweka kwa kipindi hicho Salima alikuwa na miaka mitano. Salima alibaki akimtazama baba yake akilia kimya kimya. Hakuelewa vizuri kilichotokea, lakini alijua tu kuwa mama hayupo tena. Baada ya mwaka mmoja, Salima akaanza kukua haraka kuliko umri wake. baba yake na Salima alijitwika jukumu zito alimuita Salima mtoto wangu peke my queen, akampa upendo maradufu alifanya kazi usiku na mchana ili Salima apendeze kuna wakati alirudi amechoka lakini hakulalamika kila alichokipata alikileta nyumbani. Miaka ikapita Salima akakua akavuka utoto akaanza ujana, akawa msichana mwenye utulivu wa ajabu. Hakupenda ugomvi, hakupenda pia kusikia maneno mabaya. Alikuwa mwenye heshima kwa wazee na mwenye adabu kwa watu wote. Watu walimsema kwa wema, wengine wakijiuliza, mtoto wa nani huyu? ana malezi mazuri sana. Natamani kuwa na mwanamke sasa. Baada ya muda mrefu wa upeke, baba yake na Salima alihisi nyumba imekuwa tulivu kupita kiasi, yake alihisi binti yake anahitaji mwongozo wa mama, na yeye mwenyewe anahitaji mshirika wa maisha, ndipo akaamua kuoa tena. Sekalema, umekubali kumwoa Mima? Yes, nimekubali. Mwanamke ule alionekana mwema, alikuja na tabasamu na maneno ya heshima. Jamii ikampenda. Lakini mwanamke ule pia alikuwa na binti wake mmoja aliyeitwa Anita. Mwanzo maisha yao yalionekana mazuri. Salima alimheshimu mama wa kambo, akamsaidia kazi, akamuita mama pia. Mama wa kambo alimchekea, alimgusa kichwani. Kila kitu kilionekana kawaida. Kwa mtazamo wa nje, huwezi kujua kama mama huyu siyo mama mzazi wa Salima, maana mama wa kambo alionyesha furaha na upendo mbele ya watu, lakini ndani ya nyumba kulikuwa na mizani isiyo sawa. Anita wangu leo nakuletea zawadi nzuri. Salima subiri, maikwi na chague. Anita alipendelewa kila kitu kizuri alipewa yeye, kila neno jema lilielekezwa kwake. Anita wewe ni mzuri sana. Salima alipewa kilichosalia. Salima aliona yote, akayasoma kwa macho yake, lakini akakaa kimya. Hakulalamika, hakuuliza, alinyamaza. Miaka ikaendelea. Salima akakua na uzuri wake ukaanza kung'ara taratibu, uzuri wa utulivu, uzuri usio na kelele. zaidi ya yote, tabia yake njema ndiyo iliyowavuta watu. Wazee wakaanza kusema, huyu msichana ana tabia nzuri sana, Mungu amsaidie apate mume bora, naamini msichana huyu ataolewa vizuri. Hadi siku moja mwanaume mmoja akafika nyumbani kwa Salima. Mwanaume ule alikuwa ambatana na wazee akiwa na nia ya ndoa. Lengo la mimi kuja hapa ni kwa ajili ya ndoa, alikuja kwa ajili ya Salima. Tangu siku hiyo hewa ya nyumba ikawa nzito Mama wa Kambo aliposikia habari hizo, alitabasamu nje lakini moyo wake ulichoma kama moto. alijisikia kudharauliwa, alijiuliza kwa nini Salima sio Anita wangu. Usiku ulipoingia na wageni walipoondoka, mama wa Kambo akakaa peke yake. Mawazo yake yakageuka giza ndani ya moyo wake. Chuki ilianza na chuki ikazaa mawazo mazito. Hapo ndipo mbinu za giza zilipoanza kuzaliwa taratibu. Mama wa Kambo akasema moyoni mwake, hapa hakuna ndoa, labda siyo mimi. Salima na baba yake walikuwa katika furaha bila kujua kinachoendelea. Usiku ule, mama wa kambo hakulala. Aligeuka kushoto na kulia akiwa na mawazo mazito. Kila akifumba macho alimwona Salima akiwa ameketi katika kiti cha ndoa, watu akimpongeza, wakimwita bibi harusi, na kila akiyafumbua tena alimwona Anita, binti wake, akiwa pembeni akitazama tu. Moyo wa mama wa kambo ulikataa hali hiyo. Mama wa kambo alinyanyuka taratibu kutoka kitandani, akatoka nje ya nyumba. Akaenda nyuma ya nyumba, palikuwa na banda moja la kuku, mahali palipoficha siri yake kwa muda mrefu.